Majina ni Donasian yani Makoi, kamanda na mkuu wa hifadhi ya Mpanga Kipengere. E, leo Juni 16, 2025, dunia huwa inaadhimisha e, siku ya maporomoko ya maji duniani. E, huu ya ni aina ya utalii ambao una testi au una ladha ya aina yake kwa sababu ni utalii ambao unamruhusu mtalii kufungamana na kivutio ambacho anaenda kukitembelea. Ukisema kufungamana na maanisha unaweza ukaogelea kwenye maporomoko ya maji ukapata massage ya maporomoko ya maji lakini vilevile pia unaweza ukafanya meditation au ukafanya tafakuri mbele ya maporomoko ya maji Kwa leo sisi kama hifadhi ya Mpanga Kipengere nyanda za juu kusini, kutokana na wingi wa hichi kivutio ambacho tunacho ndani ya hifadhi hii ya Mpanga Kipengere, tumefanya maadhimisho haya ambayo tulivutia wawekezaji, lakini pia na watalii na wadau mbalimbali wa utalii kutoka mikoa yote ya nyanda za juu kusini Tanzania na nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Kwa leo e, tunaweza pia kutembelewa na watalii wengi ambako kwa mwaka huu kama hifadhi ya Mpanga Kipengele tawa e, tulikuwa tuna maporomoko au maadhimisho ya mwaka huu tulikuwa tumeyapa hadhi ya maporomoko ya maji ya dhahabu au Golden Waterfalls, na hii sio kwa namna nyingine, ni kwa sababu tumeweza kufikia au kutambua zaidi ya maporomoko ya maji hamsini ndani ya hifadhi kwa msimu huu wa maporo, wa maadhimisho haya. Sababu hii ni mara ya tatu tunafanya maadhimisho haya maporomoko ya maji na Golden Celebration ni celebration au ni maadhimisho ambayo yanakuwa yanafikia level ya kitu chenye hamsini kwa sababu tunaweza kutambua maporomoko ya maji hamsini kwa mwaka huu au kwa msimu huu wa maadhimisho yao, ndo maana tukaita Golden Waterfalls. Na ma maadhimisho haya ikiachana na kwamba eh, tulialika pia watalii lakini pia viongozi wa kiserikali tumewalika kwa maana ya mikoa yetu ya Njombe na Mbeya, lakini wila, na wilaya zetu tatu ambazo hifadhi inapatikana kwa maana wilaya ya Wanging'ombe, Makete na Mbarali lakini E, tulikuwa tume plani ambayo watalii wanaendelea kufurahia ndani ya hifadhi yetu ya Mpanga Kipengere. Tulikuwa kuna utalii wa, wa, wa mchana au wa kutwa ambao na utalii wa kutembelea maporomoko ya maji ya haya niliyosema 50, maporomoko ya maji ya Kimani kuna Mabula kuna Minde kuna Glory, kuna Nyaugenge, yapo mengi kwenye kanda tatu ekolojia za hifadhi hii, lakini vilevile vile pia utalii uta tunazindua bustani ya dunia. Hili ni eneo ambalo ni zuri ambalo linapatikana ukanda wa juu kwa hifadhi hii ya Mpanga Kipengele ambayo ni mwi, mwi, mwinuko wa mita elfu tatu kutoka usawa wa bahari. Eneo hili lina spishi zaidi ya mia nne za maua kutoka familia 60 ambazo maua yanayoshamiri au yanayo dominate kwenye eneo hilo ni maua jamii ya chikanda au orchids, kuna daisies na asters, hizi ni maua maua jamii za maua ambazo zinakuwa zinamvutia mtalii ambako, ambako anatembelea lile eneo kwa msimu kuanzia E, kipindi cha Novemba ambao ni msimu wa masika unaanza mpaka Aprili, lakini pia kuna maua ya msimu wa kiangazi ambao ni kama kipindi hichi. Lakini kwa hiyo, kwa tunazindua pia utalii wa bustani ya dunia kwa watalii wetu ambao wataanza kututembelea kuanzia leo tarehe kumi na sita. Pia eneo hili limefunguka kwa maana ya miundo mbinu, lakini na malazi kwenye hili eneo, pia tunaweza ukalala, lakini kwa ukiachana na utalii wa kutwa, pia tunaw, kwa siku ya leo tuna utalii wakati wa usiku tuna event yetu ya usiku kwenye e, siku ya maporomoko ya, ya maji duniani inaanza saa moja jioni ambapo tutaanza na utalii maarufu ambao unapatikana pekee ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengele kwa maana ya utalii wa Waterfalls Night Tour ama utalii wa maporomoko ya maji nyakati za usiku ambao utafanyika utafanywa kwenye maporomoko ya maji ya Kimani ambapo pale tunakuwa tunafanya e, yale maporomoko tunawashia taa kubwa, kwa mtalii akiwa pale anakuwa anayapata kuyaona vizuri, lakini kuna ngoma za asili zinakuwa zinachezwa pale za nyanda za kusini, lakini pia ukiwa kwa kwenye eneo lile kwa maana ya utalii wa maporomoko ya maji kati ya usiku, unaweza ukafanya utalii wa kuangalia nyota, tunaita star gazing, sababu pia tutakuwa tunawa wataalamu kwa ajili ya kuelezea kwa watalii ambao wametembelea siku ya leo. Lakini pati ya pili kwenye hii e, utalii wa wakati wa usiku leo, kuna usiku wa dhahabu e, usiku wa dhahabu utafanyika pale kambi ya utalii ya Kimani ambayo pia iko ndani ya hifadhi jirani na maporomoko ya maji ya Kimani, wastani wa, wa kilomita moja, na kwenye e, usiku huu wa kusini hapa sasa, watalii ambao watalala, wacha wale wakuta sasa. Kuna wale watalii ambao watalala ndani e, ya hifadhi, tumewaandalia kuonesha makala maalum ya ujumla ya hifadhi ya Mpanga Kipengele na umuhimu wake kwenye jamii, lakini itayaonesha haya maporomoko ya maji ya hamsini yote kwa maelezo ya kina kwa mtalii ambaye atakubali kazi. Lakini pale utakuwa kuna burudani za ngoma za asili, na pia utakuwa kuna karaoke, na pia utakuwa kuna nyama pori choma festival au siku ya nyama choma pia utakuwepo pale. Lakini pia vile vile na masimulizi ya jadi za mila za nyanda za juu kusini utakuwepo pale. Lakini kwa kuna kutakuwa na, na michezo mbalimbali, lakini pia kutakuwa na wachoraji, watu maarufu ambao wanaweza kuchora. Yaani, kuna creation nyingi zitafanyika kwenye ule usiku kwa watalii ambao watakuwa. Lakini kikubwa zaidi ukiwa pale hautaboreka kwa sababu tumefunga strong, au wifi yenye nguvu, mtandao wa wifi ambao una nguvu, kwa ukiwa kwenye hema unaweza ukaendelea kuwasiliana na dunia kuwa live ukiwa pale kwenye. Tunaandaa pia site tatu za bonfire kwa huo usiku, kwa wageni watakuwa kwenye hizo bonfire, sehemu ambayo tunaita moto kambi, tunaandaa tatu. Uki tumefanya sitting arrangement ya asili ya, ya mzunguko au ya duara ukiwa pale utafurahia. Ukiwa kwenye moto kambi pale, pia unaendelea kuwa live kwenye, sababu wifi iko very strong, lakini na burudani nyingine na muziki na mambo mengine. Lakini pia tutakuwa na tourism talks, ma mazungumzo ya kiutalii, na tumealika wadau mbalimbali kutoka kanda ya kaskazini mwa Tanzania nje ya Tanzania, na, na ukanda huu wa nyanda za juu kusini. Kwa hiyo wadau wa utalii pia watakuwepo pale kwa maana ya kuzungumzia masuala mbalimbali ya, ya kiutalii lakini vilevile vile pia na viongozi wa kiserikali ambao watakuwepo pia watatoa na saa za kiserikali kwenye masuala ya, ya utalii. Kama Mpanga Kipengele, tutaelezea sana masuala ya uwekezaji, sababu eneo hili e, la hifadhi ya Mpanga Kipengele lina, linafaa kwa uwekezaji wa malazi ya kiutalii ma, e, masuala ya chakula e, uwekezaji e, kwenye eneo la chakula kwa maana ya kuhudumia vinywaji kwa watalii wetu R restaurant. lakini pia vilevile uwekezaji vile, wa utalii wa tunasema wa zipline utalii wa kamba ngumu ambazo zinategemea mwinuko wa eneo la hifadhi. Kwa hiyo haya yote tutayawasilisha kwa wadau wetu ambao watatutembelea leo ndani ya hifadhi na wata overnight hapa Mpanga Kipengere, mhifadhi cha upekee tunataka tukidunia ifahamu kwamba hifadhi e, ya Mpanga Kipengere kwa Tanzania ndio hifadhi pekee yenye maporomoko ya maji mengi kwa bara hili la Afrika. Hakuna hifadhi yenye maporomoko mengi kama hifadhi hii, sababu kwa sasa tuna maporomoko ya maji zaidi ya hamsini ndani ya eneo moja au ndani ya hifadhi hii. Maeneo mengine utakuta ziko mbili, iko moja, au hakuna kabisa kwenye hifadhi nyingine. Nyingine hichi ni kivutio kikuu kwenye hifadhi hii. Kwa hiyo tunasema e, tuna, sisi kwa upande kwa wa nyanda za juu kusini tuna, tuna, tuna, tuna sumaku ya kuvuta watalii kutoka nyanda, za, za, nyanda ya kaskazini ambao wameshaona wanyamapori vituo vingine vya upande wa kupanda mlima Kilimanjaro au kutembelea zile hifadhi za kaskazini. Kwa hiyo sisi kama Mpanga Kipengele tunasema kuna potential nyingine ya kiutalii ambayo ni utalii utalii wa wa utalii wa utalii wa kiekolojia ama ecotourism ambao inahusisha sana na maporomoko ya maji. Na kikubwa ambacho tunasema, tunasema tunasema kwa nini tunajivunia utalii ni utalii ambao ukifika wewe kama mtalii unakupa testi ambayo una msisimko wake, sababu unajiengage na utalii kwa maana ni kwamba maporomoko ma ya maji ya Mpanga Kipengele ya, kwenye ukanda wa chini yana joto, yale maji yanakuwa na joto, unaweza kufanya yakakufanyia massage, unaweza kuogelea, unaweza kufanya meditation, unaweza kufanya water slide kwenye haya maporomoko ya maji. Kwa hiyo tunasema tuna testi ambayo sio ya kawaida kuipata labda ukienda kwenye maeneo mengine ya hifadhi zetu za Tanzania. Mpaka sasa, e, sasa kwenye maadhimisho ya mwaka huu, maadhimisho ya maporomoko ya maji kwa msimu wa mwaka 2025 tunajivunia kufikia maporomoko ya maji hamsini, kwani mwaka jana tulikuwa tunajivunia tukiona maporomoko ya maji 17. Kwa ule uvumbuzi ama ugunduzi, kwa toka msimu ule uliopita mpaka msimu wa leo tarehe 16 tunaweza kufikia maporomoko ya maji hamsini na ugunduzi ama uvumbuzi unaendelea kwa sababu e, maeneo yanayopatikana maporomoko ya maji ni maeneo ambayo jiografia yake ni ngumu kidogo kuyafikia. Kuyafikia, kwa hiyo yanahitaji muda, yanahitaji mkakati, yanahitaji mipango kuweza kuyafikia kwa maana ya miundombinu, lakini pia watu, askari lazima pia wawe imara kuweza kuyafikia kwa maana ya bunduzi. Kwa maana tunaendelea kwa msimu kwa msimu mpaka kuweza kuvumbua yote kwenye eneo letu la. Kwa majina, naitwa Tuli Kulanga, ni afisa utalii kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, na nikiwa natokea ofisi ya utalii ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini Tuko leo hapa Mpanga Kipengele kwa ajili ya kuadhimisha uh, siku ya maporomoko duniani. Sisi kama wizara tumekuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha tunakuza sekta ya utalii nchini eh, kwa kuibua vivutio mbalimbali vya utalii. Maporomoko ni moja ya vivutio ambavyo kwa sasa kwa nchi yetu Tanzania tumekuwa tukijivunia, ambayo imekuwa ikituletea wageni mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo katika mikakati ya serikali ni kuhakikisha tunakuza mazao ya utalii, na maporomoko ni sehemu ya mazao hayo mapya ya utalii. Kwa hiyo sisi kama wizara tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha tunaboresha zao hili uh, la jipya la maporomoko ya maji na kuendelea kuibua maporomoko mengine katika hifadhi hii ya Mpanga Kipengele, kama tulivyoambiwa, kwa sasa tumeishaibua uh, maporomoko zaidi ya hamsini katika hifadhi hii. Huu ni utajiri ambao tumebarikiwa katika nchi yetu, na nitoe wito kwa wadau mbalimbali pamoja na wananchi kutembelea vivutio vipya hivi vya utalii, kwa sababu tumezoea kwenda kutembelea hifadhi zetu na kuona wanyama, lakini tuna zaidi ya wanyama kwenye vivutio vyetu. Kwa hiyo natoa wito kwa wadau na wananchi wote kuendelea kuiunga serikali mkono na